Kwamba tutaingia Jumapili tukiwa watu wa ibada, lakini baada ya ibada, tunaanza kazi za amani, kazi kwa ajili ya maendeleo na kazi kwa ajili ya upendo. Hizo kazi kuu tatu ndiyo hitimisho la ibada. Pasipo amani, pasipo haki, pasipo maendeleo hakuna ibada, hata ufanye masaa ishirini ama masaa thelathini. Amen. Mungu ni Mungu wa matumaini, Mungu ni Mungu wa amani, Mungu ni Mungu wa upendo, lakini zaidi, Mungu ni Mungu wa haki. Vitabu vyote vya manabii vinazungumzia haki kwa watu, havizungumzii kitabu hiki Kitabu vyote vya manabii ukisoma ni haki kwa watu. Kwa hiyo kanuni zetu za kanisa na jimbo letu ni ibada, haki, amani na maendeleo, yeah! <applause> Nipende kuwahakikishia kuwa kazi hii mliyoianza ujenzi ule mliofanya katika lile kanisa tulilokuweka juu la msingi, uwanja huu mlio utafuta na kupewa, utafanyika baraka kwa ajili ya vizazi vyenu na watoto wenu hapa mlipo. Na jasho na hazina zenu na sadaka zenu zitajenga hapa na wala zitajenga sehemu nyingine. Amina. Hii ni Injili mpya na injili ambayo inawatisha watu sasa. Mimi nashangaa inawatisha watu vipi, kuambia kwamba sadaka ni zao? Kwa nini zisijenge kwao? Sasa kama mtu anatishika na hiyo injili, basi huyo mtu ana mawazo tofauti Amen. Na sitaionea haya injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu umetao wokovu, amina. Katika jimbo letu tutaruhusu na wala sitaruhusu vikao vyovyote vya sinodi yoyote vitakavyoweka viwango vya watu kubatizwa wala watu kupokea kipa imara. Amen. Hiyo ni sakramenti takatifu kuliko takatifu zote, na ni sakramenti ya Mungu kwa watu wa Mungu, ni sakramenti ambayo Yesu Kristo aliifia mtini kwa ajili yetu. Ubatizo na kipaimara ni sakramenti ya haki yako na wala hupaswi kuilipia, na kasisi anayetaka kufanya kazi katika jimbo hili aliweke hilo katika moyo wake. Amina. Yeah. Sadaka mtakazozitoa ni mali yenu kwa mipango yenu ya hapa. Yeah. Amina na sita ionea haya Injili naposema kwamba, kwa nini watu, watu wa kijiji hiki, kwa nini watu wa mahali hapa watoe sadaka itakayokwenda kujenga mkoa mwingine ama wilaya nyingine? Tushindane kwa maendeleo. Amina, tushindane Amena, kwa maendeleo Ma, ushindani wa maendeleo si dhambi. Marekani Ninapotoka tunaamini juu ya ushindani wa maendeleo, na ndiyo maana jamii moja, mji mmoja, mkoa mwingine, mko unashindana wenyewe kwa wenyewe kwa ajili ya kujenga jamii yake yeye yenyewe. Amen. Na kwa sababu tunashindana kwa maendeleo, nchi inaneemeka. Amen, yeah. Tushindane kwa maendeleo, tuone wivu wa maendeleo yataki maendeleo, tunaweka baraka eneo hili ili iwe ishara ya maendeleo katika mahali hapa amen. iwe ishara ya amani na heshima kwa watu wote wa mahali hapa amen. Hatutaruhusu mtu yoyote kunyanyaswa awe ni mzee au awe ni mtoto wa mwaka mmoja amen. Wote wanaheshima sawa mbele za Mungu kwa sababu ni watoto wa Mungu. Amina, tulipobatizwa Mungu alitutangaza kwamba wewe ni mwanangu mpendwa niliyependezwa nawe. Hilo tangazo lilitolewa kwa Yesu, ni tangazo linalotolewa kwetu sisi sote Amin. Kama askofu Nitaheshimu tangazo hilo na nitaishi kuhakikisha ni la vitendo na sio porojo Amina. Mungu atubariki sana tunapoibariki eneo hili Amina. Tutakapoanza ujenzi katika eneo hili liwe ni kielelezo cha matumaini mapya na tunasema kwamba sisi ni waanglikana Amina, Amina. Sisi ni kweli waanglikana kweli kweli, tulichokifanya ni kimoja tu, hatutaki kuitikia Dodoma. Tunaipenda sana mkoa wa Dodoma, mkoa uliobarikiwa lakini naposema tutaki kuitikia Dodoma tuna maana yetu, hatutaki kuitikia kwa watu ambao hawana upendo na nia njema ya kuona sisi tunaishi maisha bora kama ya wao no, wanaoishi maisha bora. Sioni sababu mimi kula chakula chekingi na kushiba na kutembea na gari Wakati mtoto wangu hawezi kwenda shule wala hawezi kutibiwa. Amina! nitakuwa ni baba wa jinsi gani? Baba anayekuja kunyonya jasho na watoto wake, badala ya kuwa baba wa kuvuja jasho kwa ajili ya watoto wake. Amina. Uaskofu wangu nataka uwe kinyume kabisa na yote tuliyoyazoea kuyaona. Nataka kuwa baraka kwenu, kwa ajili ya maisha yenu, yeah, yeah, yeah. Hatuna majengo kwa sasa. Ndio. No, lakini sisi ni matajiri sana. Nilisema nilipokuja mara ya kwanza, wale wanaotunyang'anya majengo achini, hayo majengo wataishi popo badala ya watu. Amina. Amina. Mungu katupatia watu ni utajiri ulio mkubwa sana kuliko majengo mizu. Na kwa utajiri huu wa watu tutakuwa na majengo. Wazee wangu, munisikie, kwa utajiri huu wa watu tutakuwa na majengo ya kifahari, masiko hayo tuliyotoka sisi leo hii. Hata kama tukisali nje ya mti chini ya mti tuna furaha katika nyuso zetu Amine. Kwa sababu hatudaiwi na mtu Amine. tuna furaha ya ajabu Amine. Tunakuja kanisani tukiwa tunatabasamu imba kwa furaha. Hatuingii kanisani kama watu wanaodaiwa, tunaingia kanisani tukiwa huru. Sisi ni watoto wa Mungu, hata kama tutasali chini ya mti, lakini tunajua safari yetu inakwenda wapi, kwa ajili ya matumaini ya wapi? Amen. tutakuwa na majengo ambayo yatakuwa mazuri na ya kifahari, kwa sababu uanglikana sasa kama Uanglikana ulikotoka ni shina la maendeleo na haki za watu. Mimi hichi mimi mimi kitu mimi kinaniumiza. Kwa nini nilisema kinanipa kigugumizi? Niwaambie kitu kinachonipa kigugumizi. Sema unakuwa na maono ya mradi, unataka kufanya mradi kwa ajili ya watu. Ndio. Alafu mtu Anakuzuia usifanye ule mradi. Unataka kusambaza maji ya watu kuwafikia kila mahali, ili watu waje maji tiririka safi na salama. Kwanza ni sera ya nchi, mimi ninafanya, ninajitahidi nishirikiane na serikali kutimiza sera ya nchi. Wewe unataka unaweka vizuizi maji yasiende kwa watu. Amina. hiki ni kigugumizi ambacho sikielewi na sitaki kukielewa. Amina. Amina. Nimeongea na umma wa Tanzania, hey. tupo hapa kwa ajili ya maendeleo yenu Amina. na kanisa letu na jimbo letu litafanya kazi za maendeleo kwa sababu maendeleo ya watu ni Injili takatifu Amina. Amina. Amina. haki za watu ni Injili takatifu Amina. Episcopal Anglican Media Maisha yenayo hubiri